Hii hapa ni taarifa kutoka wizara ya kilimo inahusiana na kuondolewa kwa zuio la biashara na usafirishaji wa mazao ya kilimo kati ya Tanzania na nchi za Malawi na Afrika Kusini ambayo lilitolewa wiki hii na Hussein M Bash ambaye ni waziri wa kilimo. Serikali kupitia wizara ya kilimo ilitangaza tarehe 23 Aprili mwaka huu 2025 kuzuia mazao kutoka nchi za Afrika Kusini na Malawi kuingia katika mipaka ya Tanzania hadi hapo hatua zitakapochukuliwa kwa nchi hizo kuruhusu mazao yetu kuingia katika masoko yetu. Kufuatia zuio hilo, serikali za Malawi na Afrika Kusini zimewasiliana na wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na wizara ya kilimo za Tanzania ili kuweza kutafuta suluhisho la zuio husika. Makubaliano yaliyofikiwa ni kwamba serikali ya Malawi itatuma ujumbe wake tarehe 2 Mei mwaka 2025 utakaoongozwa na waziri wa mambo ya nje akiambatana na waziri wa viwanda na biashara na waziri wa kilimo ili kukutana na ujumbe wa Tanzania jijini Dodoma chini ya uratibu wa waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kuhusu zuio la Afrika Kusini, majadiliano ya wataalamu wa Wizara ya Kilimo kupitia mamlaka ya Afya ya Mimea na Viwatilifu Tanzania na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania yanaendelea kwa pamoja na mamlaka za nchi ya Afrika Kusini zinazohusiana na afya ya mimea na masoko. Kwa misingi hiyo, Wizara ya Kilimo inaondoa mazuio yote yaliyowekwa kwa nchi za Malawi na Afrika Kusini kuanzia tarehe 26 Aprili, tukiamini kuwa majadiliano yanayoendelea yataleta suluhisho. Serikali inawahakikishia wakulima na wananchi wa Tanzania kwa ujumla kuwa uhuru wa biashara ya mazao ya kilimo kulingana na matakwa ya afya ya mimea, rasilimali za nchi zilizopo na mahusiano mapana ya kidiplomasia kwa faida ya wote. Basi hiyo ndio taarifa kutoka wizara ya kilimo kuhusiana na kuondolewa kwa zuio la usafirishaji. Tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi: audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina